Umetutia doa kidogo, kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi. hiyopo ni sehemu ya hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dakta Samia Suluhu Hassan mara tu baada ya kumaliza zoezi la kuapisha baraza lake jipya la mawaziri lenye mawaziri wapatao ishirini na saba na manaibu wake ishirini na tisa. Sasa kauli hii imeibua hisia na mijadala kwenye mitandao ya kijamii, lakini swali muhimu ni je, kile alichokiita doa kina maana gani? Matamshi haya ya Rais Samia yanaakisi ukweli kwamba dunia ya sasa inaangalia kwa ukaribu namna nchi zinavyoendesha siasa uchaguzi na utawala wake. Mataifa kama Marekani, Uingereza pamoja na Umoja wa Ulaya na taasisi kama IMF, World Bank na nyingine kama hizo hutumia vigezo makini kabla ya kutoa fedha kwa nchi zinazoendelea. Vigezo hivyo ni pamoja na utawala bora na kuheshimu misingi ya demokrasia, uchaguzi huru wa haki na usio na vurugu, uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma, kupambana na rushwa, utulivu wa kisiasa na kijamii, hali kadhalika kuheshimu haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari, lakini pia uwezo wa nchi kulipa madeni na mazingira rafiki kwa wawekezaji. Endapo nchi inakiuka vigezo hivi, huonekana kuwa na hatari ya kisiasa na kiuchumi, jambo linaloweza kuifanya kunyimwa misaada ama kuwekewa masharti magumu zaidi. Lakini madhara yake kwa taifa kama Tanzania ni yapi hasa? Kwanza, miradi ya maendeleo inaweza kusimama ama kucheleweshwa kwa muda mrefu. Kumbuka kwamba sehemu kubwa ya miradi ya maji afya miundombinu, elimu na nishati hutegemea mikopo na ufadhili wa kimataifa. Sasa bila fedha hizo, serikali haina budi kutafuta mbinu mbadala, kama alivyosisitiza Rais Samia, kujitafutia fedha za ndani, la sivyo utekelezaji wa miradi hiyo unadorola na wananchi wataathirika moja kwa moja. Lakini pili, shinikizo kwenye bajeti ya serikali linaongezeka. Hii inaweza kusababisha serikali kuongeza kodi kukata matumizi ya kijamii au kukopa kwa riba ya juu kutoka masoko binafsi, jambo linaloweza kuongeza mzigo wa deni la taifa. Na tatu, kuanguka kwa uaminifu wa kimataifa. Hii huathiri hata uwekezaji binafsi kutoka nje. Wawekezaji wengi hupendelea nchi zenye utulivu wa kisiasa na zinazoaminika. Bila hayo, uwekezaji unapungua, ajira zinapungua, na uchumi unakuwa kwa kusuasua. Na nne Tanzania inaweza kushuka hadhi yake katika diplomasia ya kimataifa, ikipoteza nafasi kwenye majukwaa makubwa ya maamuzi na kupunguza uwezo wake wa kushawishi masuala ya kikanda na kimataifa. Vipi kichwani, mwako inakujia taswira gani ukiiwaza Tanzania bila misaada ama usaidizi kutoka nchi zilizoendelea na mashirika ya kimataifa?